Maadamu huko duniani kuna mambo magumu utakutana nayo, mambo yatakayokuumiza, mambo yatakayokupa uchungu moyoni. Na usiposhughulikia uchungu moyoni mwako kwa muda mrefu, itakuletea madhara makubwa ya kiafya, madhara makubwa ya kiroho, lakini madhara makubwa pia ya kiakili. Kwa hiyo, leo tunaenda kujifunza jinsi ya kuondoa uchungu moyoni mwako kwa njia ya Kimungu tunaenda kujifunza kutoka kwa mtu mmoja kwenye Bibilia anayeitwa Ayubu. Na uzuri, historia ya Ayubu iliandikwa na rafiki yake anayeitwa Elfas Mtemani. Kabla hatujaendelea, naomba uguse kitufe cha subscribe hapo chini. Itakuwa imenisapot kwa kiwango kikubwa, lakini itakuwa imeinua chaneli hii na kuweza kuwafikia watu wengi. Sasa huyu Ayubu alikuwa ni baba wa watoto kumi, saba kati yao ni wa kiume na watatu ni wa kike. Ayubu alikuwa ni tajiri sana, alikuwa amefanikiwa, alikuwa tajiri wa mifugo katika ukanda ule wa Mashariki. Alikuwa ni tajiri na mali moja, lakini zaidi ya yote alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu anayempenda Mungu sana, kiasi kwamba marafiki zake walimuita ni mkamilifu. Huyu aliyetuandikia kitabu hiki cha Ayubu anatuambia Ayubu alikuwa ni mtu mkamilifu, alikuwa ni mtu mcha Mungu lakini sasa, siku moja Ayubu akiwa amekaa nje, labda anapunga upepo eh, wakati labda wa alasiri hivi, gafla akaona mtu kwa mbali anakimbia. Alipokaribia akagundua yule ni mtumishi wake, ametota jasho, anakimbia na anapumua kwa shida. Huyu mtu alimletea habari mbaya. Alianza kuongea jinsi ambavyo magaidi walivamia eneo walipokuwa wakichunga ng'ombe na punda magaidi wale wakawavamia na kuchukua ng'ombe wote na punda wote na kuangamiza watumishi wote. Wakati huyo anaendelea kusema, akatokea mwingine ambaye naye alikuwa anakuja kwa kasi na kwa mbio kuja kumletea habari mbaya. Habari iliyofuata hapa ni kwamba wao walikuwa mahali pamoja na kondoo wengi malishoni, ghafula moto ukazuka na kuteketeza kila kitu, na amebaki yeye mwenyewe kumletea habari Kabla huyo hajamaliza, anatokea mwingine ambaye anasema tulikuwa mahali na ngamia. Basi wakaja magaidi tena, wakaua watumishi wote na kuchukua ngamia zote ndani ya dakika kumi, kumi na tano. Ayubu anapata taarifa, mali yake yote imechukuliwa na kuteketezwa. Kwa hiyo hajabakiwa na mali yoyote, mifugo wake wote wameondoka. Unaweza ukafikiria Ayubu alikuwa kwenye hali gani ya kupokea taarifa hiyo, lakini akiwa anaendelea kufikiria na, na kujaribu kuelewa kilichotokea, akatokea mtumishi wake mwingine ambaye huyu sasa alikuwa na taarifa za kufunga kazi, taarifa za kuumiza zaidi. Huyu alimletea taarifa kwamba watoto wako walikuwa wamekusanyika kwa kaka yao mkubwa, labda ilikuwa ni birthday yake, hatujaambiwa walikuwa wanasherekea kitu gani, lakini ghafla ukatokea upepo kutoka jangwani, upepo mkali ukaipiga ile nyumba pande zote nne na kuta zikawaangukia watoto wako na watoto wote wamekufa. Ayubu amepoteza mali zake zote, Ayubu anapata taarifa ya msiba wa watoto wake wote kumi. Ndugu yangu, uchungu wa msiba hakuna anayeujua zaidi ya yule aliyefikwa na msiba. Sasa fikiria, watoto kumi kwa mara moja, juu yake mali yako yote imeondoka Unaweza ukafikiria hali ya Ayubu aliyokuwa nayo wakati huu. Sasa, kwa upande wetu sisi tunaosoma ile habari tunajua kwamba kilichokuwa kinatokea ni kwamba Mungu alikuwa amemjivunia Ayubu, Mungu akamruhusu Shetani kufanya mambo hayo. Lakini kwa Ayubu, wakati haya mambo yanatokea, yeye hakuwa ana hii habari, hakuwa anajua mazungumzo kati ya Mungu na Shetani. Kwa hiyo aliyapata mambo haya kama matukio ambayo mimi na wewe tunaweza tukawa tunayapata kwenye maisha yetu sasa tujifunze jinsi ambavyo ayubu aliweza kukabiliana na uchungu huo tunapata mambo matatu ambayo ayubu aliyafanya yakamsaidia kuondoa au kukabiliana na uchungu na mambo hayo yameandikwa kwenye kitabu hiko cha ayubu mlango wa kwanza kuanzia mstari wa ishirini mpaka mstari wa ishirini na moja na baadaye tutakuja kuona kwamba ayubu alibaki salama biblia inasema ndipo ayubu akainuka akalirarua joho lake kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akisema mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Kwenye hii mistari miwili tunaona mambo matatu ambayo ayubu aliyafanya. Jambo la kwanza ambalo ayubu alilifanya Ayubu aliomboleza. Hapa Biblia inatuambia kwenye mstari huu wa ishirini kwamba alirarua mavazi yake, alirarua joho lake, akanyoa kichwa chake, hiyo ni ishara ya kuomboleza. alafu akasujudu, hiyo ilikuwa ni ishara ya kuomboleza. Kwa hiyo, jambo la kwanza la kukabiliana na uchungu ni kuomboleza. Ayubu hakujikaza na kujitutumua na kusema mimi ni mtumishi wa Mungu na kuanza kujitamkia maneno ya kutabiri Usijikaze kiume au kiwanamke. Usijioni kwamba wewe ni mwanaume kuliko wanaume wote, au usijioni wewe ni mwanamke kuliko wanawake wote. Chukua nafasi, lie kwa machozi, lia kwa sauti, toa ule uchungu, kwa sababu wanasaikolojia wanatuambia unapolia, tena kwa sauti, uchungu ule unapungua moyoni mwako. Sasa watu wengine wanapopatwa na mambo magumu, wanajitahidi kujitutumua na kujikaza Eh, eh, kujionyesha kwamba wako thabiti. Hapana, lakini wengine pia tunaona wanachokifanya, wanajaribu kufunika ule uchungu. Utamkuta mwingine anajiweka bize, anaingia kazini asubuhi na kutoka jioni, akitoka anaingia tena kwenye shughuli nyingine, anajiweka bize ili ajisaulishe machungu aliyoyapata. Mwingine anakuta anajiingiza kwenye ulevi na madawa ya kulevya. Sasa wengine wanafanya ku, wanajitahidi kuondoa ule uchungu kwa kwenda shopping Haya mambo hayaondoi huo uchungu, hayo mambo yanafunika. Utakapokuja kukaa na kufikiria, utagundua ule uchungu umetengeneza kidonda moyoni mwako. Lakini ukichukua nafasi, ukayajifungia mahali, ukalia, ukatoa machozi, ukalia kwa sauti, ukaombolezea jambo lililotokea, uchungu unapungua moyoni mwako. Kwa hiyo tunajifunza kwa Ayubu hapo kwamba Ayubu hakujitutumua na kujifanya yeye yuko imara zaidi, lakini alilia na kuomboleza. Kwa hiyo jambo la kwanza au hatua ya kwanza, pata wasaa ulie kwa machozi, machozi yatiririke, uomboleze, na baada ya muda utajisikia relief. Baada ya muda utasikia moyo unakuwa mwepesi. Lakini jambo lingine hapa hapa ndani ya kuomboleza ni kwamba tunaona hapa Ayubu kwenye mstari huu wa ishirini na moja Ayubu anaongea na Mungu. Kwa hiyo wewe ukipata nafasi hapa hapa kwenye kuomboleza, kama utapata mtu, mtu wa karibu, mtu ambaye ni rafiki wa kweli. Na nitoe angalizo, lazima huyu mtu awe ni mtu thabiti. Usije ukashare jambo lako na mtu alafu ukashangaa kesho ameliweka status, itakuumiza zaidi. Lakini tafuta mtu ambaye ni mtu thabiti, mtu ambaye ni mwelekevu, mtu ambaye eh, ni mwaminifu. Ushee na yeye changamoto uliokutana nayo ushee na yeye, uchungu uliokuwa nao mwambie mwelezi. Unapozungumza, uchungu ule unapungua moyoni mwako. Kwa hiyo, hapa hapa kwenye kuomboleza, ukipata mtu mzuri, umweleze hilo jambo. Naweza nikarekomende rafiki mzuri, kunaweza kumpendekeza kwako rafiki ambaye ni mwaminifu sana. Huyu rafiki anaitwa Yesu. Ukiwa naye kwenye maisha yako, unapokutana na uchungu unaenda mbele zake unamwambia rafiki yangu Yesu, nimekutana na moja mbili, unamweleza kwa kina, kwa uwazi kabisa. Utashangaa baada ya kumweleza mambo hayo, moyo wako unakuwa mwepesi. Jambo la pili alilolifanya Ayubu alikumbuka chanzo chake, he remembered his origin. Yeye alitoka wapi? Yeye ni nani? Msingi wa maisha yake ni nini? Alitoka wapi na anaelekea wapi? alikumbuka mambo hayo. Tunaona pale kwenye Biblia anasema nilitoka tumboni mwa mama yangu, nili uchi eh, na nitarudi huku uchi vile vile. Kwa hiyo Ayubu anatuambia kwamba alitoka akiwa hana kitu chochote na atarudi akiwa hana kitu chochote. Sasa sisi tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba unapokutana na uchungu lazima ukumbuke kwamba msingi wako ni nini. Tuelewane vizuri hapa. Katika hatua hii ya pili au katika jambo hili la pili ni muhimu kuwa na mizizi yako mahali fulani. Ni muhimu kujua msingi wako umejengwa juu ya nini. Sasa kwa watu ambao tayari wanamjua Mungu, ambao wanajua msingi wao wa maisha uko mikononi mwa Mungu, watu ambao tayari wanajua chanzo cha uhai wao ni Mungu, hawa watu tayari wanakuwa na matumaini ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo kama wewe bado hujaweka msingi wako kwa Mungu, nakushauri uweka huo msingi wako kwa Mungu, kwa sababu mambo haya ya uchungu yatakapokupata, utakumbuka kwamba kimbilio langu ni Mungu, utakumbuka kwamba msaada wangu ni Mungu. Unamkumbuka Daudi kwenye kitabu kile cha Zaburi mia moja ishirini na moja anasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? alipitia naye katika mambo magumu, lakini anajua mahali pa kukimbilia, anajua msingi wake, anajua chimbuko la uhai wake linatokana na Mungu. Kwa hiyo ukiwa na msingi wako kwa Mungu, ukipitia mambo magumu, ukipitia uchungu, basi unakumbuka Mungu ndio msingi wangu, msaada wangu uko kwa Mungu, tumaini langu liko kwa Mungu. Kwa hiyo ukijikumbusha jambo hilo, utapata nguvu na matumaini mapya. Katika hatua hii ya pili, cha muhimu ni kujua kwamba hata hilo jambo unalopitia litapita, lakini lisije likapita na moyo wako, lisije likapita na kuacha majeraha makubwa ndani ya moyo wako yatakayokugharimu maisha yako yote. Hatua ya tatu na ya mwisho ni kwamba Ayubu alimshukuru Mungu mwishoni, pale anasema, Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Alimshukuru Mungu. Hili jambo sio jepesi, kumshukuru Mungu katika uchungu, kumshukuru Mungu katika maumivu, hilo jambo siyo jepesi. Asikudanganye mtu kwamba unaweza kupiga magoti ukanyanyua mikono juu ukasema, Mungu asante kwa jambo hili gumu, au Mungu asante kwamba napitia jambo hili gumu. Siyo rahisi, lakini ukifanikiwa kumshukuru Mungu katika uchungu wako utapata nguvu ya ajabu moyoni mwako. Ni kama Mungu anasema hivi, Huyu mwanangu anapitia jambo hili gumu, lakini bado ananishukuru. Acha nimpe msaada, acha nimsaidie, acha nimtie nguvu. Unaona, hata Mungu anaanza kukuamini kukupa mambo makubwa na kukupa ushindi kwa haraka, kwa sababu yamkini, labda, inawezekana ikawa ni jaribu, lakini utakapoweza kumshukuru Mungu, Mungu anaona, huyu kijana yuko thabiti, huyu binti yangu yuko thabiti. Ukiangalia okay, hata kwenye Bibilia, kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa nne mstari wa sita pale, Biblia inatuambia kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno, kila neno, neno lenye furaha, neno lenye huzuni, neno lenye machungu, neno zito, katika kila neno, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo pale tunaona pamoja na kushukuru. Kwa hiyo ukikutana na jambo zito Jitia hebu nguvu, alafu umshukuru Mungu. Utaona jinsi ambavyo moyo wako utafunguka. Kwa mambo hayo matatu ambayo Ayubu aliyafanya, tunaona matokeo yake kwenye mstari wa ishirini na mbili Biblia inasema, katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Tunaona mambo hayo matatu yalimsaidia Ayubu asitende dhambi wala asimwazie Mungu kwa upumbavu. Kwa maneno mengine ni kwamba kwa mambo haya matatu Ayubu aliweza kuuhifadhi moyo wake usiharibiwe na uchungu uliozalishwa na mambo hayo yaliyotokea kwenye maisha yake. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka kukabiliana na uchungu moyoni mwako, fanya mambo haya matatu ambayo tumeyapitia hapo. Kabiliana na uchungu moyoni mwako, shughulikia uchungu moyoni mwako na Mungu atakutia nguvu na kukusaidia kuondoa uchungu moyoni mwako kabisa mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.